Guys, ngoja tuwa-unbox hii handbag ambayo tuliagiza wiki iliyopita kwenye 1688. Kwa wale ambao tulikuwa darasani Jumapili iliyopita, tuliagiza pochi na niliwapatia huyu supply, kwa sababu nime-member huyu supply ni mzuri, na you can imagine within one week mzigo umenifikia Tanzania. Maana niliagiza Jumapili na mimi nimepokea toka jana. Kwa hiyo you can imagine kwamba Just yes, six days. Oh, six days, yes. Mzigo umenifikia Tanzania. Kwa hiyo imagine, uh, hapo tu tumenua kama shilingi elfu kumi ya Kitanzania. Okay? Ni uh, supplier yani. So, na <laughs> yeah, yeah, yeah, yeah, uh, wa.

kwenye group pale unaweza ukawasiliana naye ukaagiza mzigo wa kutoa chani. Niambie ni, ni supplier ya kumwamini na, na pochi nyingi nyingi sana ngoja. Niendelee kuwapa screenshot hapo muone pochi alizonazo nyingi, but mimi nilikuwa natamani hiyo na pochi nyeupe kwa sababu kusina sina saizi ndogo. Guys, mnafikiri mnaona pochi ya shilingi elfu kumi hii <laughs> na package ni nzuri, umeona eh, nafikiri mmeiona, na ni pochi hii hapa shilingi 10000 kama tulivyoiona, ndivyo vile vile. Jamani, hapana, hakuna mazinga umbo jamani, wewe si usiti, hamna kuibiwa kwa sababu umeona process nzima ya kuchagua, na nimeagiza pesi moja tu. Kwa hiyo mtu anayekwambia lazima uagize pesi 20 30, huyo anaku anakudanganya jamani. Sasa shilingi 10000 wewe, nimeanza kama ni biashara hapa, nikiamua kuuza hapa jamani, elfu thelathini na tano mtu utoe, elfu arobaini utoe, elfu hamsini na tano utoe guys

endapo utakuwa unataka kujoin kwa darasa letu, naomba upige simu namba zilizo hapo kwenye screen. Yes, ili ujoin upate kujifunza mambo mbalimbali na mbinu za kufanya biashara mtandaoni. Usisite ku like kutoa comment kama una swali lolote kuhusiana na kuagiza hapa. Wow, jamani, pochi ni nzuri. Nyinyi mnaonaje? Kazuri sana.